Watafika darasa la sita kwa mfumo huu wa sasa hivi, shule ya msingi itakuwa ni miaka sita. Ukimaliza mwaka wa sita utafanya mtihani, mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa hiyo ni miaka sita shule ya msingi, miaka minne sekondari ya kati, miaka miwili sekondari ya juu au miaka mitatu sekondari ya juu na kwenda miaka mitatu plus kwa miaka sita ukimaliza shule ya msingi lazima, kwa sheria, utasoma mpaka kidato cha nne. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka saba, ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka saba, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka kumi, kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha nne. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Maelezo mengine tutatafuta siku tuongee, lakini kwa vyote vile kama ambavyo kuanzia mwaka 65 mpaka 68 walifika mahali ambapo kulikuwa na double cohort. Sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la sita mwaka 27 na wengine wanahitimu wakiwa wana na darasa la saba. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja. Kwa sababu hawa darasa la sita walianza na mitaala mipya, walioko darasa la saba 2027 watakuwa wametumia mtaala wa zamani. Wote watakuwa na hitimu, kutakuwa na graduation darasa la sita wanamaliza shule ya msingi na graduation darasa la saba wanamaliza shule ya msingi, na wote lazima waendelee kusoma mpaka kidato cha nne.